Hello everybody, mambo vipi? Posh papa hapa. Na hii ni za reality ndani ya Kolila Media. Bila kusahau studio hapa niko na mtangazaji mwenzangu ambaye ni Angel au Angel Gidi. Karibu sana mada yetu ya leo. Leo meza ni kwetu, tutachambua mada ambayo nasema ni sahihi, mwalimu kuwa na mahusiano na mwanafunzi wake binafsi. Hmm, yangu mimi naona si sahihi kwa sababu mwalimu amestend kama mzazi na kustend kwake kama mzazi hicho kitu ambacho yeye anakifanya yani si sahihi. Ndiyo, kwa hiyo inabidi mwalimu awe Bennett sana na mwanafunzi awe anamfundisha kwa yale mambo ya darasani. Sasa akitoka tena nje akawa naye kwenye mahusiano haipendezi, au unaonaje? Kweli, kwa sababu pia inampelekea mwanafunzi kuwa na mmomonyoko wa maadili, anakuwa haheshimu watu, yani aheshimu walimu pamoja na wanafunzi ambao anaishi nao pia inapelekea makundi mabaya ya wanafunzi kwa sababu mtu akiwa na masomo na mwalimu, anakuwa anajiamini sana kwamba hamna mtu atakayenifanya hey, chochote. Hakuna kitu ambacho uta yani yeah, sitaki mbambamba mba na mtu hey, nona. Kwa hiyo inapelekea mtu anakuwa hana maadili mazuri, shule, ndo mmoja anatengeneza makundi mabaya ya wanafunzi ambao ndo wao wanakuwa gupu baya, wanasumbua, wanatoroka shule, na kipi sasa kinapelekea hafunzi mpaka una date na mtu ambaye unajua kabisa huyu ana familia yake huyu, mm. ana watoto huyu ana mke na ameoa na ana ajira. Mimi ajira sina bado, najitafuta alafu, then bado unafanya vitu kama hivyo. Sasa sijajua kwa upande wako unaonaje labda vipelekesha ambavyo vinapelekea hapo, moja ni mzazi kuto kumhudumia mwanae vizuri akiwa shule, kwa sababu akiwa anamhudumia vizuri shule mtoto anakuwa ana changamoto yoyote ambayo inamkuta labda, sina kitu hiki, sina hiki, hajipi mawazo hiyo. Yani mzazi akiwa anamhudumia ana, ana vizuri mwanae, akiwa anazingatia hapa, mwanangu anaweza akawa hana pesa, nimtumie ajinunulie aji, vitu vyovyote vile mm, au chochote kitu, au anamcheleweshia kutuma mahitaji yake, e, ameomba mwezi wa pili, anakuja kutuma baada mwezi wa nne ndio. Kwa hiyo kile kitu pia kinampelekea sasa. Na magonjwa ya sasa hivi, naona watoto hawaogopi kabisa ya kizazi cha sasa hivi, watu mtu anaona siwezi kuishi kwa taabu, au ndo kishaitwa tayari kizazi cha elfu mbili. Kwa hiyo ni moto juu ya moto. So kizazi cha elfu mbili tu ni cha nyoka. kuna kuna vitu vingine ambavyo vinapelekea mwanafunzi kuwa na uhusiano na mwalimu mmoja. Kitu kingine ni kuwa forcing. Mwalimu anamlazimisha mwana mwanafunzi kuwa naye kwenye mahusiano hmm. hajataka mwenyewe ila amelazimishwa na, na, sasa naona ni maacademic yao. Kwa sababu kama unataka good performance lazima uengage kwenye mahusiano na mwalimu ili performance yako iwe katika level fulani hivi nzuri, mzazi akifika anakusifia. Kumbe, nyuma background yako mm. kwamba wewe huko na relation na mwalimu. Hiyo wazazi hawajui, ila wewe mwenyewe unajitengenezea namna fulani hivi kwa muda ule unaweza kuona huko sawa, si ndio? mm. Ila pale ambapo yani unafanya vile vitu kwa muda ule unasema hapa niko sawa, ila baadaye madhara yake yapo. Ndio. Na kitu kingine ni mwanafunzi mwenyewe kutaka yani, mwanafunzi mwenyewe ndo anataka kuwa na mahusiano na mwalimu mm -hmm. ambapo hapo akiwa na mahusiano na mwalimu atakwepa matatizo mbalimbali shule. Hata akikosea kinizamu, anakuwa aadhibiwi, anakuwa aadhibiwi apewe adhabu sawa na wale wengine yani nimekuwa na uhusiano na mwalimu kwa hata nikifanya kosa fulani nitapewa urais wa kukwepa kitu. Kwa hiyo atazama, kwa mfano labda za shule zimegonga, anatembea yeye anavyotaka kwa sababu sheria aa za... shule imesema utakaposikia kengele kimbia. Ndio, yeye anatembea kwa sababu tayari yuko mtetezi wake nyuma. Mm. Anaweza kusema hata alikuwa anaumwa, kumbe alikuwa aumwi, basi tukajisikia kudhalau zile sheria za shule kwa muda ule ambao yuko shule. Ya, hivi vitu vinapelekea mtu kujimomba faya. Hamna mtu anifanya chochote. Mimi ni mimi kama hivyo, lakini pia ukiangalia, ukiwa na mahusiano na mwalimu, unapata matatizo mbalimbali kitaaluma, ki, ki, kita utapata raha za kimaisha, lakini utapata matatizo kitaaluma. Ndio, tukianza na utaspendi muda mwingi na mwalimu, umetoka out au umeenda sehemu kutalii na mwalimu mm. Lakini unakosa vipindi darasani, hiyo mm. itakushusha wewe kitaaluma. Huo muda ambao unautumia ungekaa darasani kusoma, kujitambua, yani tunakuita mm. yani ungekaa darasani ungesoma sawa na wenzako, ungekupunguzia mambo at least, hata ukikaa mwenyewe unaweza ukasoma kidogo, kwa sababu mwalimu alinielezea nikasoma kidogo, niache akili ya yangu itulie mm. Lakini pale ambapo unaspendi muda mwingi nje na mwalimu inapelekea wewe kukupa uzito kwenye masomo yako, na unashuka una kitaaruma. Na sijajua wanafunzi huwa wanakwama wapi mwanafunzi yaani, unakuta anasahau kabisa kwamba hapa sasa hivi mimi sio muda wangu wa kufanya kitu hiki. Yaani unakuta mwanafunzi mm. anasahau kabisa, anasema yaani hapa inabidi ajue na atambue kwamba hapa sio muda sahihi wa mimi kufanya kitu hiki yeah. E, kwa sababu unatoka nyumbani labda unakuta mwingine ametoka kwenye familia nyumba yenye maadili mm, hela ziko wamemlea eh -hmm, vizuri sana, wamemlea vizuri kwamba mwanangu, ukiona mkubwa msalimie, ndio mwanangu, ukimwona mkubwa msaidie mizigo, mbebee mm. eh, hivyo kuwa na heshima, ujue kesho yako hivyo. Sasa vile anavofika shule, sijajua ni vile ambavyo anaona makundi, au ndo hivyo tu vishawishi vikiwa vingi na mzazi hayuko karibu, hana pa kusema, ndio maana anaamua kujiingiza na yote hayo, kwa sabab... mzazi ampi ushirikiano mtoto wake hata kiwa, mzazi anatakiwa hata mtoto akiwa mbali yupo shule ajitahidi hata kupiga simu kwa mwalimu, naomba niongee na mwanangu, nijue matatizo gani anamkuta au anapitia kipindi gani akiwa shule na, sasa hapo unakuta eh, yani labda tuseme nani matron anakuwa anapuuzia anasema, we mzazi uombe, aje mzazi mwingine aombe, na unakuta shule labda na wanafunzi elfu moja wataomba wazazi wangapi? hata isipokuwa shule mtoto akirudi likizo, mzazi ajaribu kumuuliza mwanae, ajiweke uhusiano mzuri na mwanae, awe na uhusiano mzuri na mtoto wake, yani amweke karibu, mweke karibu, likizo ambacho mwanae anakuwa amerudi kutoka wapi? Wanasema ah, yani mw... shule. Kutoka shule ili aweze kujua changamoto zilizokuwa zinamface shule. Sasa pia huwa wanasema usiseme, yani kwa hivi ambavyo vyote vimetokea shule usiseme, unajua tena mtoto ukishamwambia usiseme na anakuwa ni anaficha e, kwa sababu si kasababu si bado mwanafunzi anakuwa anaogopa kwamba anaficha, kwa hiyo nisiseme siseme, mm-hmm. Ila ndio hivyo, kuna kile kitu ambacho anajitengenezea mwenyewe kinakuwa sio kizuri e, sawa usiseme, lakini wanasema msiri yupo nyumbani, msiri wako yupo nyumbani, yani e, hata ukipitia wakati gani, kuna msiri yupo, natakiwa umwambie vitu vyako vyote, na kama alikulea toka mwanzo mpaka mwisho, uko unamwambia mambo yako unamwambia mambo mengi, utashindwa kutoka, unakosa una amani shule. Na kama mtu bado hajakuwa sawa, hajakuwa hapo bado hajakuwa, yani ni ile akili ya utoto. Aya, mtu mm -hmm. Sijapenda, sina amani shule, nashindwa kusoma, yani sijapenda, lakini kwa yule ambaye amependa naweza akakaa kimya asiseme, ila kuna yule ambaye mimi ndiko kwenye forcing, sijapenda, napoteza muda wangu, lazima afike nyumbani aseme. Yaani kitu ni mzazi kuwa na uhusiano mzuri na mwanae. Yaani kama una uhusiano mzuri wewe, ni yani mkali o oh, mtoto amerudi likizo, uko mbali naye, umerudi, basi baki soma hivyo. Lakini ukiwa una, una muda wa kukaa kumuuliza mwanao, unapitia nini shule? Mtoto uweze akasoma sehemu ambayo haina amani, lazima atafeli. Sasa, kwa wakati huo mtoto anasema tu ah, kwa sababu ni kwa muda huu ambao niko shule acha tu nifanye, umeona, huo ni uamuzi wako sasa. Acha tu nifanye, acha tu nifanye. Kuna wale yani tunaita don't care, yani mtu hajali mm, eh hajali. Baba anatafutaje ada? Unajua hata kama kile kitu kipo kwenu, sio cha kwako, ndio yani iko. Mwanafunzi anatakiwa yani atambue sio cha kwake, inabidi ndio maana akapelekwa shule akatafute cha nini cha kwake, yeye mwenyewe cha kujitegemea. Unakuta zile kwenye story mbili tatu nasikia babangu ana gari, babangu ana nini, kwa hata atakapojiingiza katika makundi yani so, <laughs> fulani hivi, anasahau kwamba kapelekwa shule akasomi anawafuata wale vipotoshi ambao yani wao, yani vyovyote vile, yani wao wako tayari na rehe. Sasa mwanafunzi mwingine anakuwa ameandaliwa maisha, mwingine anaandaliwa maisha, ameenda kupoteza muda. Kuna mwingine wow, ameandaliwa maisha yeye, azieye sawa, lakini kuna wewe, yani wewe ambao unaona kabisa mimi maisha yangu sio mazuri, inabidi ufocus na usome shule kwa amani sana yani, ujitoe kwa, yani mimi nimeenda kusoma nijitoe kwa, kama unapitia vip, kipindi ambacho ni kigumu shule, lazima ukifika umwambie mzazi napitia hali gani, ili usome kwa amani sana. Na hata kama, kama ni sawa, uchumi tunasema unasumbua, si ndio? Ila mindset yako inatakiwa ikae pale shule, yani ijue kwamba mimi nimeenda shule kusoma. Enzi hizo mi nasoma ilikuwa hivi, unakuta mtu hali yake ni ngumu kweli, ukimwangalia, yani hali yake ni ngumu hivyo anasomeshwa tu hivyo na nani? Ametoka tuko kituo cha watoto yatima, kaletwa pale, ila wamemwona kwamba uwezo wake ni mkubwa uh-huh. wa kusoma na kufikiri umeona, uh mm. Yani hata yani, mwanaume amsogelee mwanafunzi mwenzake amsogelee, tayari direct kashaenda kuripoti umeona, na hapo hapo hatua inachukuliwa Dio. Kwa alikuwa ni mtu ambaye, yani isi, ana concentrate na mambo yake, sio kwamba hisia, ana hisia anazo, ila kwa muda ule anaona kwamba ni bora afanyaje? Ni bora a focus kwenye kitu ambacho kimempeleka shule. Ndio ana na malengo. Ehe, huyo malengo anayo. Yeah, huyo malengo anayo. Sasa, mimi na yani kinachonishangaza ni wale ambao yani wanapuuza. Unajua tena sana, sana sana private inatumia hela nyingi sana, hela kubwa. Unakuta mamilioni huko yanaenda. Mm. Mtoto mwisho wa siku naambiwa aliluka ukuta. <laughs> Alifanyaje? Kwani vitu yani vinavyoendelea vinakuwa ni vya kijinga. Kwa mwanafunzi anasahau. Kwa unakuta saa nyingine labda makundi labda hata kama saa ndio ni maadili mema amepewa na mzazi wake. Mm. Ila huko nyuma tunaona kwamba hivyo ametoka nyumbani kwao yuko sawa tu vizuri tu, au hata kama yuko vizuri, ameenda shule ndo ameenda kuanzisha kile kikundi, kwa ile gengi shule. Makundi ndo yanapelekea mwanafunzi mm. Anabadilisha tabia yake katika jamii. Wameligusia hili swala, kuna watu wametoa maoni yao kuhusu mada hii ya leo, ambayo inasema kwamba je, ni sahihi mwalimu kuwa na oh, mahusiano na mwanafunzi wake? mm. Tena tukatazame Majina yanaitwa Batuli Sam Kumbukwa, ni mjumbe wa shina namba tano, kata ya Makangarawe shina Makangarawe A. Kwa hii mada ya kusema mwanafunzi kutembea na mwalimu au mwalimu kutembea na mwanafunzi, hii sio sahihi na sio sawa kabisa, kwa sababu mwalimu ni mzazi pia, kama mzazi mwingine. Hii inaleta utovu wa nidhamu shuleni na mtu asiwe na maadili mema katika masomo yake, kwa sababu akitegemea kwamba yeye anatembea na mwalimu wake, hiyo inakuwa haileti mantiki nzuri. Mimi naona kwamba mwanafunzi ambaye atakayekuta ametembea na mwalimu au mwalimu ametembea na mwanafunzi, adhabu kali tu ichukuliwe dhidi yao, sababu kama mzazi, kama mzazi mimi mwenyewe kama mzazi, mwanangu au mjukuu wangu ametembea na mwalimu wake, itaniuma sana, kwa sababu naona yule kama anampotosha sababu yule ni mzazi, alikuwa anatakiwa yeye amweke katika maadili mema na kumfundisha mambo mema. Leo hii ndo anakuwa tena mtovu wa nidhamu namba moja, kumpotosha katika masomo mtoto. Na inategemea pengine mtoto labda yuko darasa la saba, la sita, la ngapi. Hata kama akiwa form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6, au mwanafunzi wa chuo, haipendezi pia. Bado mwalimu ni mwalimu, atabaki kuwa mwalimu. Atafute tu e, na mwanafunzi atatembea na yeye baadaye na ye watu husika baada ya masomo yake atachagua watu sahihi wa kutembea, lakini sio mwalimu. Kwa majina anaitwa Yusufu Benti Joseph, ni mkazi wa Abiola. Mimi kwa upande wangu naona kabisa swala la mwanafunzi kutembea na mwalimu linakuwa sio swala sahihi kabisa. Mchango wangu mimi kwenye swala zima la mwanafunzi na mwalimu mahusiano shuleni, mimi naona swala hili haliko sahihi Kwani swala hili linapelekea wanafunzi kushuka kitaaluma. Kwa nini? Kwa sababu mwanafunzi anapokuwa na mahusiano na mwalimu, mwanafunzi huyo anakuwa moja kwa moja hazingatii kile kitu ambacho anafundishwa na mwalimu. Kwa nini? Kwa nini anakuwa hazingatii? Kwa sababu mwanafunzi yule hamchukulii yule tena kama mwalimu, anamchukulia kama mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja inapunguza uwezo wa mwanafunzi kuelewa anapokuwa yuko darasani lakini pia walimu wao pia kwa upande wao wanapitia changamoto hizo hizo, kwani wanafunzi wapo ambao wanawaingiza walimu kwenye majaribu. Kwani unakuta mwanafunzi kajitengenezea mazingira ya kumwingiza mwalimu. Mwalimu anaingia kwenye mitego ya mwanafunzi otomatiki, bila mwalimu mwenyewe kutaka. Mwanafunzi pia anamtengenezea mazingira mwalimu ya mwalimu kuingia naye kwenye mahusiano, kwani wanafunzi wengi wa sasa hivi, hasa watoto wa kike au wa kiume, wana changamoto hiyo ya kutaka mahusiano na walimu wao. Walimu pia wanaingia kwenye changamoto hiyo kutokana na ushawishi wa wanafunzi. Wanafunzi wengi wa sasa hivi wanakuwa na ushawishi kwa walimu wao na walimu wao kwa hiyo hili liko kote 50, 50. Naona swala hili la mahusiano shuleni kati ya mwalimu na mwanafunzi sio jambo jema kwenye swala la taaluma. Mimi mchango wangu ni huu. Na hayo ni maoni ya watazamaji wetu wa kipindi chetu cha the reality. Kama ulivyosikia wametoa mm -hmm, maoni mazuri sana ndio, ni mazuri sana mm -hmm. na hapa kinachofuata tutatoa ushauri kwa mwanafunzi mm -hmm, nini afanye ili kuepuka mahusiano na mwalimu, ili atimize ndoto zake, kwa sababu mtu sasa hivi anaweza akafa na miaka ishirini mm. lakini tunamzika na miaka sabini okay. kwa sababu tu anakuwa amekata tamaa. Usikate tamaa mapema mpaka mia Hey. Usikate tamaa mapema wewe, inabidi ujikaze kwa sababu kila kitu kina ugumu wake. Hata ukisema hey, uache shule kwa sababu ya kitu unachokipitia uje mtaani na makubwa kabisa, ndio mabomu ambayo kilipuka unaweza ukawa mweusi kabisa. Ndio. Kwa hiyo inatakiwa ujikaze. Kitu kingine uh, mwalimu inabidi ajitahidi kuepuka vishawishi. Vishawishi vipo, lakini inabidi eh, ajitahidi kuepuka vishawishi. Ndio, inabidi eh, asimame kama mzazi. Chukulia yule ni mtoto wako, inabidi ni mlee kwenye maadili mazuri. Kuna msemo wanasema kwamba malipo ni hapa hapa duniani, unaona mbinguni ni mahesabu sasa, za wewe ambavyo anamfanyia mtoto wa mwenzake, na unakuta kabisa eni, ni mzee, eni, mwalimu, ni mzee mze, ka, <laughs> so, mm, alimu mm. Ni ushauri wangu ni kwamba mwanafunzi, tulia. E, elimu wanasema elimu haina mwisho, umeona? mm. Fanya elimu yako, soma the way ambavyo unasoma ile knowledge ambayo unaipata pale hautakuja kuipata sehemu nyingine yoyote. Shule kuna, kuna mm. watu ambao wanatamani wapate elimu kama hiyo ila wanashindwa. Unajua kwa nini? mm. Unakuta huku yani uchumi ni mgumu kuliko hata kwako wewe, ambaye umefika wapi? Umefika mahali usika shule, shule tulia, soma. Unakula ugali na maragi, kula, ujaenda shule na ulicho nacho, ujaenda shule, kula mimi na alicho kupa mzazi wako, kwa sababu ukishalibiwa utu wako na ndoto zako, i see no way out. Hakuna mtu ambaye atani atataka kuwa na wewe, utakuwa ni mtangatanga, yani unatangatanga tu, wepo. yeah. Popote kambi ndio, na kuna moment ambazo haba, zipo shule kuna momenti ambazo zipo, zitakufunza wewe kuliko hata mtaani. Kuna vitu vingine utavipata shule tu, mtaani havipo. Utakutana na, na wanafunzi wenzako kuzidi wamekuzidi akili labda kakuzidi akili, mm, unaona kabisa wewe kanizidi uwezo, kwa nini simshirikisha hili hey, jambo? Shirikisha hey, wenzako watakupa hamasa. Mtu atakuwa na kushauri kidogo kidogo, na hata kama unapitia, kabisa, bila una, shida. Unapitia shida, kuna yule ambaye atakuliwaza kidogo hapo, unapitia hivi na hivi na si ambaye atakuliwaza upumbavu kwamba ni kweli nenda, au yule ambaye anakuliwaza ufanye vizuri kwenye masomo yako achana na mambo ya uhusiano na mwalimu hmm. Kwa sababu moja, ukifikiria, nimekuja hapa nimekuta shule imekaa kami miaka mingi. Je, mm. mwalimu toka amefika shule amedeti na wewe wangapi? Mm -hmm. Pia na wanafunzi wangapi? Na ukiangalia mwalimu mwenyewe ana, ana familia ana mke na watoto watano, wewe utazaa wangapi? mm utakuwa wangapi, na bado utamaliza shule, mmeachana hapo. Watakuja wengine wazuri zaidi yako tanao na, na pia wa hey, hey, umeshaondoka kwenye kwenye u, kwenye uwepo wake, ni hata likizo tumeondoka, ameshakusahau kabisa, yani kama mpaka na kusubiri ukirudi tena shule, kwao unakuwa kama wa matumizi Naona muda wetu umetutupa mkono. Asante kwa wewe mtazamaji wetu wa kipindi cha The Reality uliokuwa sambamba pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Asante sana. Shout out to my producer, Pino Limes, bila kusahau DOP Mauridi Mashaka Kiponza na gafa wetu ambaye ameendesha mambo yote good better best.